Habari yako mzazi na mlezi, karibu kwenye chaneli yetu, ambapo leo tutazungumzia suala nyeti na muhimu sana, ambalo ni kwa nini kuna ulazima wa kuwapa watoto wa kike kipaumbele kwenye masuala ya elimu na kazi. Ni muhimu sana kuwapa watoto wa kike kipaumbele kwenye swala zima la elimu na uongozi. Zipo sababu mbalimbali mbali ambazo tutaenda kuziona ni kwa nini inatakiwa tuwape kipaumbele watoto wa kike katika masuala ya elimu na uongozi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama haujasubscribe kwenye chaneli yetu, karibu uweze kufanya hivyo kwa sababu tunaleta maudhui ya muhimu sana ambayo ni faida kwa ajili ya familia yako na watoto wako kwa ujumla. Hivyo karibu uweze kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata dondoo za video zetu pale ambapo tunakuwa tumezi upload. Karibu Ndugu mzazi na mlezi, karibu ili tuende tukaanze kwa kuangalia umuhimu wa kuwapa kipaumbele watoto wa kike katika masuala ya elimu na uongozi. Jambo la kwanza ni kuongeza usawa wa kijinsia. Tafiti zinaonyesha kwamba jamii ambazo zinathamini usawa wa kijinsia zinakuwa na maendeleo sana, kwa sababu watoto wa kike wanapopewa fursa au wanapopata nafasi, wanaitumia vizuri, wana uwezo wa kufanya kazi kwa bidii, wana upendo, wana huruma na mambo yanakuwa ni katika hali ya usawa. Hivyo ni muhimu sana kuwapa kipaumbele watoto wa kike katika usawa ili waweze kuongoza jamii na waweze kufanya mambo katika jamii yetu yawe sawa na yaende katika haki na kweli. Umuhimu wa pili katika kuwapa watoto wa kike kipaumbele ni kuongeza kipato cha familia na kipato cha taifa. Wasichana waliosoma hawawi tegemezi, na wanaongeza sana kipato cha familia yao, na pia wanakuwa sio watu ambao ni tegemezi. Kwa hivyo ni jambo jema sana kuwapa kipaumbele watoto wa kike ili waweze kujitegemea na wasiwe tegemezi. Jamii nyingi ambazo utakuta watoto wa kike wamesomeshwa, unakuta ni jamii ambazo zina maendeleo sana kwa sababu watoto wa kike wanakuwa wanachapa kazi katika sekta mbalimbali mbali. Sio tegemezi, sio watu ambao wanaombaomba. Hawatumii fursa za kwao zile labda za, za kukaa, kuzungumza, kufanya nini, kutembea, kufa, mambo ambayo hayana maana. Wanakuwa wanachangia katika pato la taifa kwa kuchapa kazi. Umuhimu wa tatu ni kupunguza ndoa za utotoni. Watoto wa kike wakipewa fursa ya kupata elimu inawasaidia sana kuweza kupunguza ndoa za utotoni, kwa sababu wanakuwa wamefundishwa na wamepata elimu kuhusu madhara ya kubeba mimba au kupata ujauzito katika umri mdogo. Hiyo inawasaidia watoto wa kike kuhakikisha kwamba wanapata fursa ya kuweza kufanya kazi, wanapata fursa ya kuweza kuingia kwenye ndoa katika umri ambao ni stahiki, kwa sababu wanakuwa wamepata elimu wanakuwa wamepata mafunzo fursa hiyo inawafanya kuwa wamama wazuri au wadada wazuri wa taifa, ambao wanaweza wakasaidia na kuleta mchango katika taifa lao kwa mtazamo chanya. Umuhimu wa nne ni kuboresha afya ya jamii. Wanawake au wasichana waliosoma hujihusisha zaidi na masuala ya afya wanakuwa wanajua mambo ya afya ya uzazi, wanakuwa wanajua mambo ya afya ya mazingira, wanakuwa wana wanafahamu pia, wana elimu kuhusu afya ya akili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapa watoto wa kike kipaumbele cha elimu, ili waweze kutambua umuhimu wa afya bora katika maisha yao yote. Hapo wanaweza wakasaidia jamii nzima kuelimisha masuala ya kiafya afya kwa ujumla. Kunakuwa kuna afya hata ya ndoa, afya hata ya malezi ya watoto. Ni muhimu sana kuwapa watoto wa kike elimu. Watoto wa kike wakipewa elimu na kuelimishwa, maana yake jamii nzima inakuwa imepata elimu. Umuhimu wa tano ni kukuza ubunifu na uongozi bora. Watoto wa kike wakipata elimu wanaweza kuwa viongozi wazuri sana wa kesho wanaweza kuwa ni viongozi ambao wanaongoza familia zao, wanaongoza taifa, wanaongoza na utakuta. Kwa mfano kama ni watoto wa kike, wanaweza wakawa viongozi wazuri katika nyanja mbalimbali, wanakuwa ni viongozi katika sekta mbali za kiuchumi, za kibiashara, za kijamii, sehemu mbalimbali ambako kunatakiwa viongozi. Mtoto wa kike akiwa pale kuongoza, kwanza analeta mitizamo mbalimbali mitizamo ambayo ni mizuri, na watu wengi wanamwamini mtoto wa kike kwa sababu watoto wengi wa kike ni waaminifu. Kwa hiyo mtoto wa kike akipewa kipaumbele cha kupata elimu na akapata kipaumbele cha uongozi, ana uwezo wa kuongoza vizuri na ana uwezo wa kusimamia vizuri. Tuna mifano hai tunapoona viongozi wakifanya vizuri katika nyanja mbalimbali mbali. Viongozi wa kike wanafanya vizuri na mambo yanakuwa sawa katika nchi na katika taifa zima. Umelimishe mtoto wa kike kwa ubora wa taifa na ubora wa familia nzima. Ni dhahiri kuwa tukiwainua watoto wa kike kwa kuwapa kipaumbele katika masuala ya elimu na uongozi, ni kwamba tumeinua taifa zima. Suala la elimu kwa watoto wa kike na suala la kuwapa kipaumbele katika masuala ya uongozi si suala la kuomba, ni suala la haki na ni suala la wajibu na ni suala la msingi sana Tuwainue na tuwaelimishe watoto wa kike kwa ajili ya manufaa ya taifa letu zima. Tukiwasaidia watoto wa kike kwa kuwapa elimu, kwa kuwapa nafasi za uongozi, ni kwamba tunakuwa tumeinua taifa zima. Asante kwa kutazama video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, usisite kulike, kushare na kusubscribe kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata dondoo au kupata notification za video zangu zingine pale ninapokuwa ninaziupload. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nami kwa namba 078757922.